Na mpendwa mtazamaji wa St Paul online Media, karibu tuweze kupitia masomo ambayo yataanza siku ile ya misa ya usiku ambayo itaanzwa pamoja na maigizo ya kuzaliwa kwa bwana wetu Yesu Kristo. Pia baada ya hapo itafuatia misa takatifu tafakari ya masomo misa takatifu ya usiku The of the Lord. Misa ya usiku wa Noeli, yaani mass, pamoja na ujumbe wa Noeli kama inavyotolewa kwa Kanisa Katoliki. Tafakari ya misa takatifu ya usiku inakuwa ndani ya masomo ya siku hiyo, masomo makuu. Somo litaanza li kutoka kitabu cha Nabiisaya sura ya 62 mstari wa kwanza hadi watao mungu anaahidi na anaahidi nuru na uwepo wake kwa watu wake ulimwengu utajua sababu ya wito wa mungu somo lingine kitabu cha matendo ya mitume sura ya kumi na tatu mstari wa kumi na sita hadi wa kumi na saba mstari wa ishirini na mbili hadi wa ishirini na tano mungu aliwateua wafalme na mwisho aliwatuma manabii kumtangaza mkombozi Somo lingine litatoka kitabu cha Mwinjili Mathayo sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa ishirini na tano walezi wa uzao wa Yesu Kristo, hadithi ya uzazi wa Bwana wetu Yesu Kristo kupitia mabikira Maria, ambapo somo hilo litaelezea ujumbe wa Mungu unakuwa kwa watu wote na kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kutusaidia na mpango wa kuuokoa ulimwengu katika utumwa wa dhambi. Injili ya siku itaanza na historia yake ya binadamu kwamba Yesu Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Katika tafakari, mtume Paulo na nabii Isaya wanatuonyesha jinsi Mungu ameijenga wakati wote hii siku kwamba Yesu alikuja kama mwanadamu, bali tu kama tumaini la ulimwengu. Hii inatuwajibisha kutuonyesha nuru ya upendo kwetu wenyewe na kwa wengine, katika familia zetu na jamii. Kristo alikuja duniani alikuja duniani kama Mungu mtu, ili aweze kutukomboa kwa dhambi na mauti. Asante mpendo mtazamaji, ulikuwa nami hapa kutokea Saint Paul Media. Asante na Mungu wa kubariki.